Tukisonga mbele, ni kwamba waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen amesema serikali imeimarisha mkakati wa ushirikishi wa kiusalama wa mashirika mbalimbali mbali na uangalizi wa baharini humu nchini. Hii inafuatia kukamatwa kwa meli isiyo na utambuzi iliyokuwa imebeba kilo elfu 1,024 za dawa za kulevya zenye thamani ya shilingi bilioni 8 iliyokamatwa kilomita 630 mashariki mwa pwani ya Mombasa. Raia sita wa Iran waliokuwa kwenye meli hiyo walikamatwa na watafikishwa mahakamani mara tu uchunguzi wa utangulizi utakapokamilika. Serikali inafanya kila juhudi katika vita dhidi ya dawa za kulevya nchini, huku waziri wa usalama Kipchumba Murkomen sasa akisema kwamba serikali imeshirikisha mashirika kadhaa ya kiusalama pamoja na ufuatiliaji wa mifumo ya baharini. Mumeona jana kwamba kwa sababu ya ukakamavu na ile resolve ya president pamoja na jeshi yetu na polisi wetu including the coast guard, mumeona kwamba tumeshika madawa ya kulevya kutoka high seas ambao Iranians walikuwa wanatembeza huko karibu na maji yetu ya up to 10 billion shillings. What 10 billion shillings? Haya yanafuatia kukamatwa kwa chombo cha baharini kisicho cha serikali mnamo Jumamosi katika bahari ya Hindi kikibeba kilo elfu moja na ishirini na nne za dawa za kulevya zenye thamani ya shilingi bilioni nane. Uchunguzi wa kina wa awali ulithibitisha kwamba dawa hizo zilikuwa methamphetamine yenye asilimia 98. Katika taarifa kwa vyombo vya habari Murkomen amesema operesheni hiyo ilihusisha ujasusi uliopelekea kukamatwa kwa chombo hicho kilichotambuliwa kama MV Gold. Raia sita wa Iran waliokuwa katika chombo hicho walikamatwa na wanatarajiwa kufikishwa mahakamani pindi uchunguzi wa awali utakapokamilika. Na unaona hawa wanapelekwa kotini na hivi karibuni utaona tukidestroy those uh, madawa ya kulevya publicly. Because we have resolved as a nation that we must fight drugs, we must fight illicit alcohol, we must fight all kind of vices that are destroying the lives of our people. Lazima Chief, Assistant Chief, our OCSs work together to get rid of all these vices that are destroying our young people. Murkomen aidha alisema serikali inashirikiana na washirika wengine wa kimataifa kukabiliana na mitandao mipana ya wahalifu inayohusishwa na dawa hizo. Khalid Abdullahi, Darubini Weekendi.